Kama asitaki stori za mpira unachamana na kata ndonishasema niko busy na kazi. Aye, Ay, ayo,

Mimi leo nilikuwa nataka nikuunge ndugu yangu, hayo ndo mambo sasa. Ara, rado, rado, e si, bado tatu moja tatu